Ndugu zangu, leo tuko hapa kwa ibada maalum ya kuombea taifa, na ibada hii imefanyika, na tulikuwa na maombi maalum ambayo tumeandikiwa, yako takribani maombi sita, na karatasi yake ninayo hapa, na nakumbuka mchungaji kiongozi alituambia basi, unaweza ukashika hiyo karatasi na ukaomba kwa namna yoyote unayoona wewe kwamba hiyo, hayo ni maombi kwa Mwenyezi Mungu, na tumefanya hivyo tena kwa muda wa kutosha na nimeona kila mmoja ameomba kwa sauti, kimya kimya, kwa kukaa, kwa kusimama, kwa kufanya chochote, lakini nimeona kila mmoja amewajibika katika hili eh, kwa kumwomba Mwenyezi Mungu kujalia, uh, nchi yetu, mkoa wetu, kuendelea kuwa salama, lakini kushukuru kwa kipindi chote cha neema, baraka na usalama wa hali ya juu kuanzia mwaka 2020 tulipomaliza uchaguzi mkuu uliopita, lakini kuombea maandalizi ya shughuli hii ya kitaifa yanayoendelea, tukiwa tumebakisha siku takribani tatu kufika siku ya uchaguzi mkuu ambayo ni tarehe 29 mwezi huu wa kumi, lakini kuombea amani wakati na baada ya uchaguzi, na hilo nalo tumelifanya, lakini kumuomba Mungu aiponye na kuilinda Tanzania dhidi ya hila mbaya za maadui juu ya nchi yetu. Tuna maadui wa ndani na tuna maadui wa nje ambao wanafanya uchochezi, na kwa maana hiyo tumeomba Mwenyezi Mungu aiponye nchi yetu na kutulinda na maadui hao na hila zao. Tumeombea ustawi wa taifa uh, kiroho na kimwili, na pia tumemshukuru Mungu kwa ajili ya maombi haya na tumeamini kwamba maombi haya yamepokelewa na tumepokea amani. Naomba tumshukuru Mungu kwa kumpigia makofi mengi sana na kama wote tunavyofahamu tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi, siku ya Jumatano inayokuja ni siku ya uchaguzi mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na hii ni kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 ibara ya tano. Na kwa maana hiyo, kwa kuwa tumeungana, tumeomba na tumeamini kwamba tumepata amani, tumepata usalama, basi ni waombe kama viongozi wetu hapa walivyoendelea kutuasa, tuendelee kuomba kwa sababu Mwenyezi Mungu anataka tumuombe wakati wote. Ninawashukuru sana kwa maandalizi haya mazuri ya kuendelea kuienzi nchi yetu na Tanzania yetu. Niombe wale wote ambao wamejiandikisha kwa ajili ya kupiga kura tarehe 29 mwezi wa kumi mwaka 2025, kila mmoja ajitokeze kwenye kituo alichopangiwa kwa ajili ya kwenda kupiga kura. Tumeshajikabidhi mikononi mwa Mwenyezi Mungu, na mimi niwahakikishie, mkoa wetu uko salama na utaendelea kuwa salama. Tumejipanga vizuri na vyombo vyetu vya usalama kuhakikisha wananchi wote wanakuwa salama siku zote, wakati huu tunapokamilisha maandalizi, wakati wa uchaguzi, kwa maana siku ya uchaguzi, lakini hata baada ya uchaguzi mkoa wetu na nchi yetu itaendelea kuwa salama. Mheshimiwa mgeni rasmi, ibada hii imeandaliwa kwa dhamira ya dhati ya kuunganisha nguvu za kiroho na kijamii katika kuombea taifa letu liendelee kuwa na amani, utulivu, mshikamano na maelewano ya kitaifa. Tunaamini kuwa maombi ni nguzo muhimu ya kuhakikisha uchaguzi mkuu mwaka huu utafanyika kwa amani, haki na utulivu, kwa kuzingatia misingi ya kidemokrasia, utawala bora na heshima kwa haki za binadamu. Katika ibada hii tumepanga pia kufanya harambee ya kuchangia ununuzi wa vyombo vya muziki kwa ajili ya huduma ya kanisa. Mziki ni sehemu muhimu ya ibada, ni daraja inayotunganisha mioyo yetu na mbingu, ni sauti ya roho inayomwabudu Mungu kwa uzito na utukufu. Maana ya kanisa kwa sasa ni kuwa na vyombo vya mziki vyenye ubora kwa ajili ya kuimarisha huduma ya sifa, injili na kumwabudu Mungu. Tunaamini kwa msaada wa Mungu kupitia viongozi wetu, waumini na wadau mbalimbali, tutaweza kufanikisha lengo hili. Tunatambua na kuthamini mchango wa serikali yetu inayoongozwa na mama yetu mpendwa wa Dkt. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katika kudumisha amani, kuimarisha maadili, kuboresha hali ya uchumi na maendeleo ya taifa katika sekta mbalimbali, na namna anavyoshirikiana na taasisi za kidini katika kujenga taifa lenye misingi na haki na maendeleo. Ushiriki wako leo ni uthibitisho wa dhamira hiyo njema na sisi kama kanisa tunaahidi kuendelea kuwa mshirika wa karibu katika kulijenga taifa letu kiroho na kijamii.